Wakati majibishano ya mashambulizi ya ndege si zisizo na rubani na makombora yakiendelea baina ya Israeli na Iran, watu wengi nchini Israeli wamekumbwa na mshtuko asubuhi ya Jumapili hii baada ya mashambulizi mawili ya makombora ya Iran yaliyoua takriban watu kumi, wakiwemo wanawake wanne wa familia moja katika mji wa Tamra na mvulana wa miaka kumi na msichana wa miaka minane 8 katika mji wa Bat Yam. Maofisa wa Israel walikuwa wameonya kuwa nchi hiyo itakabiliwa na siku ngumu, huku wakifanya mashambulio yasiyo ya kifani dhidi ya Iran. Israeli imedokeza kuwa hili litakuwa tukio la muda mrefu ambalo linaweza kuchukua wiki, sio siku, lakini lengo lake la mwisho bado haliko wazi. Jumamosi usiku, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema mashambulizi ambayo tayari yametekelezwa si kitu ikilinganishwa na yale ambayo Iran itashuhudia katika siku zijazo. Mamlaka za Israeli zinasema kuwa ni haki kwa hatua kama hiyo kuchukuliwa kwa sababu Iran ilikuwa inafikia kiwango kibaya cha utengenezaji wa silaha za nyuklia. Wengi wanahoji hilo, na Iran imekuwa ikisema mara kwa mara kwamba mpango wake wa nyuklia ni kwa madhumuni ya amani, jambo ambalo Israeli inaendelea kukataa. Wakosoaji wa waziri mkuu wanasema hivi ni vita vya kujichagulia na kwamba diplomasia inasalia kuwa njia pekee ya kutatua swala linalozunguka mpango wa nyuklia wa Iran. Wakati huo huo, rais wa Israeli Isaac Herzog ameandika kwenye mtandao wake wa eksi, asubuhi ya uzuni na ngumu sana, alisema wakati nchi hiyo inaamka ikiwa imeshambuliwa na Iran katika maeneo yake kati na kaskazini. Mashambulizi ya uhalifu ya Irani yaliwaua na kuwajeruhi Wayahudi na Warabu, raia wa Israeli na wahamiaji wapya, wakiwemo watoto na wazee, wanawake na wanaume.